Wkul dalalatin fi nnar. Ayuha nnasu ibad Allah, tunaendelea na silsila yetu ya kuelezea kibr, kiburi na vigawanyo vyake na sampuli zake. Tukaeleza katika juma iliyopita, miongoni mwa kiburi kibaya zaidi

na ndio ameamua kuwaleta duniani wayaishi maisha haya ya dunia. Wewe ni nani usiwafanye kuwa ni ndugu zako binadamu hao, ukawaheshimu na ukamuweka kila mmoja kwa daraja yake aliyopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kiburi hiki ndugu zangu Islam, wadhalika bi an yasta'dhima almar'u nafsahu wa yahtaqira ghayrahu wa yazdarihi wa hadha min sharri ar-radha'il

hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wala yabghi ahadun ala ahadin. Ndugu zangu Islam, kibri hiki kinakuwa kwa mtu kuitukuza nafsi yake na kujiona bora kuliko wengine wote na kujiona kwamba yeye ana vitu ambavyo hakuna mwingine yoyote mwenye vitu mfano wa hivyo akajivuna mtu na, kujifiki, na kufikia kujiona kwa sampuli hii, hii ni sifa mbaya na ni tabia ya watu wabaya ambayo haitakiwi tabia hii kusifika nayo muislamu. Muislamu akiwa na tabia ya kiburi, akiwa na tabia ya kuwadogosha na kuwadharau wenzake, hii ni tabia ambayo hailingani na Uislamu wake. Ndugu zangu Waislamu, Ibadallah

ameletewa wahi na Allah subhana awaambie waja, tawadauu, kuweni wanyenyekevu kwa maana kila mmoja kwa nafasi yake awe mnyenyekevu juu ya mwingine, asipatikane mtu mwenye kujivuna na kujiona na kujihisi kwamba yeye ni mtu special kabisa, akawa yeye ni mwenye kiburi na kuwadogosha na kuwadharau wengine wote bali anatakiwa awapatie kila mmoja haki yake. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah taala akaleta kaula akasema, wa kana salafu radhiyallahu taala anhum, na walikuwa wema waliotangulia radhi za Allah ziwe juu yao, anapomuona mkubwa wake ambaye ni mkubwa wake kiumr anamtizama na kumchukulia na kumwangalia kwa jicho la heshima. Asalaf wema waliotangulia, alikuwa mtu anapomwona mkubwa wake anamtizama kwa jicho la heshima, anampatia heshima yake, ima kwa yule mtu kwa kumtangulia kiumri au kiilmu na daraja. Wema waliotangulia walikuwa wakiwapatia wakubwa heshima zao. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen akasema na wema waliotangulia kadhalika, yeah, yeah, yeah, yeah. walikuwa wakiwaona watoto wadogo au wadogo zao kiumri, wanawatizama kwa jicho la huruma, wanawahurumia wadogo zao, kwa akimwangalia mdogo wake anamhurumia, na akimwangalia mkubwa wake anamheshimu na kumpatia heshima yake. Na hivi ndivyo alivyotueleza Mtume sallam, laysa minna man lam yarham saghirana wayuwakir kabirana, si katika siksi, yule ambaye hatomhurumia mdogo wetu hato tangulia, na wala hatomheshimu mkubwa wetu. Na walikuwa wema waliotangulia radhiyallahu anhu, anapoonana na kukutana na mtu ambaye analingana sawa kiumri, anamchukulia kama kaka yake kwa sababu wamelingana kiumri, anamchukulia kama kaka yake kwa sababu hiyo, kwa kuwa analingana naye kiumri, amemchukulia kuwa ni kaka yake mtu huyu hawezi kumdhulumu wala hawezi kumnyang'anya haki yake, kwa kuwa akiangalia umri wake na wa yule bwana unalingana, anamheshimu na kumpenda kama anavyompenda kaka yake. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia radhiallahu anhum, na ni wajibu kwetu sisi sote kuchukua mafunzo haya na kuishi kwa maisha haya aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasalam. Na hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, mkubwa anapewa heshima yake, mdogo anahurumiwa na, na yule ambaye uko size naye na umetai naye katika umri huyu, sasa unamheshimu na kumpatia heshima yake kama kaka yako, unailingana naye sawa kiumri. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhana ametuamrisha tuwe wanyenyekevu ili tufate maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala na tujiepushe na makatazo ya Allah jalla fi'ala. Katazo la Allah katika jambo hili ni kwamba asipatikane mtu anayejifakharisha dhidi ya mwingine, na wala asipatikane mtu mwenye kumdhulumu mwingine, ima kwa sababu ya udogo wake wa umr au kwa sababu wa unyonge wake wa hali akawa huyu mdogo na mnyonge anateseka na kudhulumika, haipati haki yake kwa sababu ya udogo wake na unyonge wake. Haya siyo maisha ya Kiislamu, bali haya ni maisha ya Mayahudi na Manasara, na ni maisha yasiyokuwa Waislamu, kwamba mwenye nguvu ni apishwe. Haya si maisha ya Kiislamu. Kwenye Uislamu kila mmoja anapewa stahiki yake. Ndugu zangu Waislamu, hii sifa ya kibri

ni maradhi yenye kudogosha yenye kumdogosha mtu ni maradhi matwevu, ni maradhi mabaya, ni sifa mbaya ambayo Muislamu hatakiwi kusifika nayo. Hiki kiburi hiki ni miongoni mwa sifa mbaya. Kisha akasema, wa qallama yanfaku anhu alibadu wazzuhadu wa al walulama al na, ni mara chache sana hiki kiburi kuepukana na watu Yaani kila mmoja ana fungu la kiburi kwenye moyo wake, ni mara chache sana mtu kuepukana na kiburi. Kwa hiyo ukishajijua kwamba wewe huwezi kuepukana na kiburi kwa namna moja au nyingine, basi unatakiwa ujizuie. Wakati unaona kwamba sasa nafsi yako unaanza kujifakharisha, unaanza kupenda utawala, unaanza kuwa kupenda kuwa juu dhidi ya wengine, zungumza na nafsi yako na uikanye nafsi yako, kwa sababu ni mara chache sana tabia hii kum, kumwacha mwanadamu daiman. Tabia hii imemganda mwanadamu, si kwa mtu wa kawaida, hata kwa watu wa ibada pia. Kwa sababu ya ibada zake tu wanaweza kujifakhiri na akawaona wote si wacha Mungu, ni watu wa madhambi, yeye peke yake ndiye mcha Mungu, ndiye mwenye ibada nyingi. Wal ulama na hata wanazuoni pia wanaweza wakafitinika kwa elimu zao, wakawadharau wengine wote wakaona wote hawajasoma, wote ni majahili, hawajui kitu, akawadharau watu wote kwa sababu ya ilmu yake. Hii ni tabia ambayo huwa haiepukani na mtu, ndugu zangu Waislamu. Na tabia hii, ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tuwe mbali nayo, kwa sababu maafa yake ni makubwa mno. Alimamu Al-Ghazali asema, wa kaifa la tu'dhamu afatuhu Waqad qala sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibrin. Vipi kiburi maafa yake yasiwe mabaya wakati mtume sallallahu alayhi alhi wa sallam amesema kwamba haingii peponi yoyote ambaye ndani ya moyo wake kuna chembe kidogo cha kiburi? Kwa nini kiburi siwe ni sifa mbaya?

ala kulli mutakabbirin, wewe ni haramu kwa kila mwenye kiburi. Wewe pepo, nimekutengeneza ni vizuri nikakuumba, nikaweka starehe nyingi ndani yake. Wewe pepo, wewe ni haramu kuingia ndani yako kila mwenye kiburi na majivuno. Kwa nini kiburi kisiwe ni sifa mbaya ikiwa ni kizuizi baina ya mtu na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lazima ndugu zangu Islam tujitizame na kila mmoja aichunguze nafsi yake. Ikiwa ndani ya nafsi yako kuna kiburi ambacho unacho basi, ikanye nafsi yako, kwa sababu kiburi ni miongoni mwa sifa mbaya zinazokuwa ni kizuizi baina ya mtu na pepo ya Allah subhanah. aqulu ma tasmauna wa

hakika mtu ana mazoea ya kupenda kuvaa nguo nzuri na kuwa na viatu vizuri. Je, hiki nacho ni kiburi? Mtu akavaa nguo zake nzuri safi kabisa akapendeza, je hiki ni kiburi? Mtume sallallahu alayhi wa sallama, faqal inna llaha jamilun yuhibu ljamal, hakika Allah ni mzuri na anaupenda uzuri. Allah ni mzuri na anapenda uzuri na anayapenda mambo mazuri. Kwa hivyo, kuvaa nguo nzuri ukapendeza, hiki siyo kiburi, itategemea na nia uliyovaa kuningamana na nguo ile uliyoivaa. Unaweza ukavaa nguo ikawa ni kwa sababu ya kiburi. Kama Mtume sallallahu alaihi wa sallam amewakataza wanawake kuvaa nguo kwa ajili ya maonyesho na kuonyeshana fashion. Eh, na kuonyeshana eh, mili yao. Mtume swaa salama amekataza nguo zinazovaliwa kwa nia hii, akavaa mwanamke au mwanamume nguo kwa ajili ya kuwakomoa wengine wote, bali akajisifu kabisa, nguo hii haipatikani Kenya, hii ninayo mimi tu, akajisifu kweli kweli, hapa utakuwa umeingia katika dhambi. Lakini asili kwenye mapambo ni halali, mtu anatakiwa avae tena avae vizuri mm -hmm. Mm -hmm, na hivi ndivyo ambavyo Uislamu unavyotufundisha. Kisha Mtume wa sallam akafasiri maana ya kiburi ambayo ndio itabeba khutuba yetu yote ya leo. Mtume aa sallam akamweleza kiburi cha kweli hasa ni kipi? Kuvaa nguo nzuri sio kiburi. Kiburi ni alkibru batarul haqi, kiburi ni kuikataa haqi. Batarul haqi ay raddul haqi, kiburi ni kule kuikataa haqi kuiregesha haki. Ukaambiwa jambo wewe kwamba hili jambo bana ni jambo la haki lifuate, ndugu yangu, una mukhalafa fulani, kuna hapa na hapa, huwa unakosea wewe, ndugu yangu, hebu tengeneza hili jambo wewe, ukaikataa ile haki. Jambo hili ni miongoni mwa mambo mabaya mno. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu vibaya watu hawa katika suratul Baqara, yaqulu llahu azza wa jalla

Alhasanu Albasri alipoitaja aya hii akasema hivi: inamtosheleza mtu kuwa yeye ni mwenye kupata madhambi mengi sana pindi pale anapoambiwa, ittaqillah, ewe ndugu yangu, mche Allah. Kisha akamwambia yule mtu alaika binafsika, lazimiana na nafsi yako bwana, angalia mambo yako, achana na mimi bwana, kwani una nini na mimi bwana? Achana na mimi, mawaidha yako na saa zako viswahili vyako mpelekee mtu mwingine, si mimi. Usiniambie maneno kama hayo bwana. Misluka yuo swini, mfano wa mtu kama wewe pia uniambia maneno mimi? Wewe ni wewe, wakuniambia nini mimi wewe? Una kipi wewe? Al Hasanul Basri asema hii aya inaendana na mtu huyo, inamtosheleza mtu kuwa anapata madhambi mengi kwa kuwa mwenzake amemkanya na jambo, kisha yeye akamwambia bwana, achana na mimi. Wewe mtu kama wewe, huwezi kuniambia kitu mimi bana. Wewe huna kitu bana. Mi ntakaa na wakubwa wenzangu waniambie bana, ntakaa na wenye hela wenzangu waniambie, ntakaa na wazee wenzangu we. Wewe kijana unaniambia nini bwana wewe? Hii ni miongoni mwa tabia mbaya kabisa, kumdharau ndugu yako Muislamu na kumdogosha. Abu Bakari Siddiq, radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul la yahqiranna ahadun ahada min almuslimin Faina saghira almuslimina kabirun inda Allahi taala, asimchukie mmoja kumchukui kumchukia ndugu yake Mwislamu kwa sababu yule Mwislamu ambaye mnamwona kwamba ni mdogo ni mdhalilifu hana kitu, huenda akawa huyu ni mkubwa zaidi mbele ya Allah kuliko wale wenye vyao. Abu Bakar Siddiq asema usiwahi kumdharau ndugu yako mwislamu hata siku moja, sababu yule unayemdharau ukamwona kuwa ni mdogo, huenda mbele ya Allah ni mtu mkubwa sana, na wewe ufahamu ukawa umemdharau, ume ume kipenzi cha Allah, ukajisababishia matatizo wewe katika maisha yako. Usiwahi kabisa kumdharau ndugu yako mwislamu. Ndugu zangu waislamu, Al-Allamatu Ibnul Qayyim rahimah rahimahullahu ta'ala alitaja Asbabu lkufri akasema, asbabu lkufri arbaatun, sababu za mtu kuwa kafiri ni nne. Ukimwona mtu amekuwa kafiri, kuna sababu nne zilizompelekea yeye kuwa kafiri. Sababu ya kwanza ni alkibru, kuwa na kiburi. Kile kiburi alipokuwa nacho kilimzuilia yeye kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, hatimaye akaingia kwenye ukafiri. Kiburi alichokuwa nacho kilimzuia yeye kumfanyia ibada Allah jalla waala wa kwa sababu hiyo akaishi maisha yote na kibri chake ki hakumfanyia ibada Allah kafa kafiri. Lakini sababu ya pili ya kiburi, sababu ya pili ya ukafiri ni alhasad, ni mtu hasidi kule, kile kitendo cha kumwonea wivu ndugu yako Mwislamu, wivu mbaya, alhasadul hasadu lmadhmum hasadi mbaya inayosimangwa, inayosimangwa na kusemwa vibaya, kutamani neema ya ndugu yako mwislamu imwondokee, kutamani upate wewe tu wenzako wote wasipate. Hii inakupelekea wewe kuwa na roho mbaya na kuishi vibaya na ndugu zako Waislamu, hali ambayo inakuwa ni kizuizi baina yako wewe na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo mtu anaingia kwenye kufur kwa sababu ya hasad. waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa <tipati> wanatamani wale waliokufuru mkufuru nyinyi kama walivyokufuru wao, ili muwe sawa. Hawatamani muwe Waislamu, mujisalimishe kwa Allah mukaipate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika aya nyingine Allah akaeleza watu hawa hii ni hasadan min indi anfusihim, wanatamani nyinyi lau mtarudi kwenye kufuru kama walivyokuwa wao kwenye kufur hii ni hasadi itokayo kwenye nafsi zao, sababu hampendelei mwenzake heri, hapendi mwenzake afanye ibada, hapendi mwenzake apate, anataka wenzake wote wakose apate yeye. Hii inampelekea kuwa, kuwa, na, kuwa na kizuizi kikali baina yake yeye na pepo ya Allah subhanahu wa taala. Sababu ya tatu ya ukafiri ni alghadab, chuki. Watu waache chuki, kuchukiana, usimchukie ndugu yako muislamu Safishie nia ndugu yako mwislamu, kama kuna mahali haendi sawa mrekebishe. Simchukie ndugu yako mwislam. Hii chuki hii inakuwa ni sababu pia ni kizuizi baina yako wewe na pepo ya Allah jalla waala. Lakini sababu ya nne ni ashahwa, sababu ya mtu kuingia kwenye kufur billah ni mtu kuwa na shahawa, kuwa na matamanio, kila anachokitamani katika mambo mabaya anakifanya, hafati aya wala hadithi Wala, wala mafundisho yoyote ya kisheria lile analoliona kuwa linafaa kwenye nafsi yake ndio analolifanya kwa sababu ya kuendekeza shahawa na kupenda matamanio na kupenda kuutii moyo wake akaingia katika kufur. Alimamu Ibnul Qayyim rahimahu rahimahullah akataja hii ndizi ndio sababu nne zinazowaingiza watu kwenye ukafiri, na watu wanatakikana wajiepushe na sababu hizi: kibri, hasadi, chuki na kupenda shahawa na matamanio. Haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu lazima tujitahadhari nayo, tukae nayo mbaya, tukae nayo mbali. Kibru bataru lhaq, kiburi ni kule kuikataa haqi. Kisha Mtume akaeleza tafsiri ya pili ya kiburi, hatutomaliza tafsiri yake kwa sababu ya muda. Waghamtu nnas, kipande hiki kina maneno mengi sana. Waghamtu nnas, kiburi kadhalika ni kuwachukia watu ukamchukia mtu ukiulizwa, wamchukia kwa sababu gani? Una sababu? Wasema mwenyewe tu, simpendi. Una uwenyewe gani wewe, wakati Allah subhanahu wa taala amewaumba nyote mkiwa sawa, nyote nyinyi mmetoka kwa baba zenu na mama zenu mkiwa tone la manii. Na ndio maana mmoja katika watu wema akasema, ajaban libni adama yatakabbar wa kad kharaja min majra lbawli marratain, ni ajabu iliyoje kwa huyu mwanadamu! Ana kiburi, ana majivuno mengi mno, wakati yeye ametoka kwenye njia mbili za haja ndogo. Akatoka kwenye njia ya haja ndogo ya baba yake, akaingia kwenye njia ya haja ndogo ya mama yake, kisha akatokea hapo hapo. Anawezaje kujivuna mwanadamu huyu aliyetoka kwenye sehemu duni kama hizi? Unawezaje wewe kuwa na kiburi? Unawezaje wewe kujivuna mbele ya wengine, wakati wewe ni mtu wa khuliqal insanu dhaifa. Allah amemuumba mwanadamu ni kiumbe dhaifu mno. No, no, no. Sema ni heshima tu, lakini heshima aliyokupatia Allah ndio maana una uwezo wa kuvimiliki viumbe vyote kwa viendesha, lakini kuna viumbe vikubwa kuliko wewe. Lau Allah akiviamrisha aondoe utiifu wao kwako, wallahi utadhalilika. Mwanadamu amekirimiwa viumbe vyote vinamdhalilikia na kumheshimu yeye, na viumbe vyote vyote viko tayari kutii na kufuata vile anavyotaka yeye. Lakini lau siyo hivyo, kuna viumbe vikubwa kuliko sisi na vina uwezo wa kutudhalilisha kuliko sisi. Viumbe vingi vinaweza kutudhalilisha. Kuna majini ambayo hatuyaoni yaoni, lau haya yangelikuwa yanaweza kutudhuru si kwa idhini ya Allah, wangelitudhuru sana, na kuna wanyama wakubwa wakubwa lakini kwa nini sisi, wala qad karramna bani Adam, hii ni kwa sababu sisi tumemheshimisha mwanadamu, tumemfanya kuwa ni mheshimiwa. Kwa nini mwanadamu huyu adharau wengine? Kwa nini mwanadamu huyu ajishushe chini kwenye daraja yake, ajifanye kama mnyama, wakati yeye ni mheshimiwa? Ndugu zangu Waislamu, kibri ni katika sifa mbaya ambayo Muislamu akiwa nayo ni kizuizi, bainahu wa bainal janna. fanasalu llaha ta'ala